kumpiga Rozi wala kumtukana vile. Alikuwa na haki ya kukasirika na kulalamika kwako. Yani, mpaka nikakaa nikajiuliza, huyu eh? Dada anapata wapi ujasiri? Namchukia yule kijana, namchukia Richard, namchukia. Mimi sikulazimishi tupasha kiporo. Unakumbuka tulikotoka, Makena? Kuna nini baba? Lozi kapata ajali? Ajali huyu uh, ni ndiye mgonjwa wako? Sina jibu sahihi ya kukupa ila naweza nikasema kwamba kuna kitu kwenye nafsi yangu imeniunganisha na binti yako. Usinifikirie vibaya, ni kwa wema tu ya, ni kwa wema tu. Isitoshe, <clears throat> na mimi pia na mtoto wa kike. Binti yangu anaendeleaje? Mwafata nini? Hata mimi nilimpoteza mama yangu miaka kumi iliyopita. Haikuwa rahisi kuishi miaka yote hiyo bila yeye. Kwa hiyo niamini, napokwambia napokuambia nakuelewa. Lia, auwezi ukanielewa wala hakuna mtu ambaye anaweza akanielewa, kwa sababu kifo cha mama yangu mimi hakiwezi kufana na kifo cha mama yako. Uh, ni tofauti. Mama yako alikufa ajili yako. Tunaweza kutoka nje, ni sehemu nzuri kuongea na kusmoke pia

Akuelewa madam. Nimependa ulivyosoma taarifa ya habari kuhusiana na Richard. Oh. Asante sana madam. Lakini hiyo pesa nilokupa, husiani na hilo, nataka kipindi maalum kati yako wewe na Richard. Okay. Script ya maswali majibu na kila kitu nitaandaa mwenyewe nachohitaji kwako ni publicity. Kwenye peji yako, hilo tu madam. Utanipa ratiba nzima ya vipindi vyako, then mimi nita nitaangalia lini na kipindi gani tunaweza kufanya. Ondoa shaka madam, yaani leo usiku utapata kila kitu. Leo usiku, sawa. So, asante sana madam. Aha, sasa nisikilize, leo bwana nataka vitu vya tofauti, k jipange sawasawa. <laughs> bado niko nyumbani ila muda su so mrefu, hapa natoka kuja hotelini. Vipi, umefika kwani? <laughs> basi safi, sasa sikia, Naomba nipashie kabisa chakula changu, si unajua mimi napenda vya moto moto. <laughs> Baba. Ya, nipo kujua. Nataka nitoke kidogo, kuna mtu ana appointment naye na... kuna tatizo? saazinakuja saidi. Usijali, Rozi yuko salama kabisa, na tunachoshukuru hajapata majeraha ya ndani kabisa, hmm. Uh, sasa atalala hapa kwa muda gani? Uh, atamka muda sio mrefu wala usijali. E, na akiamka kila kitu kitakuwa sawa lakini ataendelea kukaa hapa si kwa siku kadhaa kwa sababu inahitajika tumfanyie uchunguzi zaidi. Uh, asante sana Dokta Naima. Uh, mimi na familia yangu kwa kweli tuna deni kubwa sana kwako. Usijali, Mr. Saidi, mimi haya ni majukumu yangu, kwa lazima niyafanye mm. mm -hmm. Dr. Naima. Ndio mkuu, hakikisha Rose anapata huduma kutokana na mahitaji yote inayohitajika, alafu na manesi wako wawe namwangalia muda wowote. Sawa mkuu, hamna shida mm -hmm. Mzee, vipi kwa Kwa hiyo unasema kwanini asistei hudumiwa kuliko watu wote? Kuna mgonjwa ngapi huko ndani? Alafu hatuna udugu na wewe vipi? Mzee vipi? Waza kijana wewe. Okay. Hebu uh, nyamaza Dr. Naima. Mimi nadhani ungeendelea na kumhudumia kama ambavyo mheshimiwa ameagiza. Ame hamna shida oh. Hivi ili wazo la Liam kuwa na daktari wa saikolojia ni la Richard peke yake au uko naye wewe? Unajua kuwa nahitaji kufahamu kama Liam anajua chochote cho kuhusu. Kwa hiyo unadhani atafunguka chochote kwa huyo daktari? Mtu wa mwisho kumuona na mama yake ni mume wako. hasira zake zote Basi anyamazishwe <muchinamacha> unajua, kama Liam asipoacha kelele li zake atamweka Richard babaya, na Richard akiwa pabaya, basi mwisho wake hata wewe utakuwa umechefuka. Richard ni mpenzi wangu, naomba unielewe. Basi jamani Sikiliza, kwa leo siwezi kufanya kitu chochote kile, yani yes. Ah. Sikiliza Richard, naomba ufanye kwa ajili ya Simon please. Unajua nini, leo siwezi kukosa kabisa yani, kwenye uzinduzi wa albamu ya kwanza ya mwanangu ndio. <laughs> Nakupenda sana Richard. Na ndio maana muda na wakati huu nipo na naongea na, na, na wewe hapa. Okay. Basi nimekuelewa hamna shida. Nitajitahidi nitajua nini cha kufanya. Ya. Yeah. Nitajua niongee nao kitu gani. Nitakuja. Okay, asante.

Ndiyo maana niko hapa asante ba, baba. Ndiyo maana niko hapa asante ba, baba. <laughs> <laughs> Yeah Mchotu <laughs> <laughs> <laughs> Imbe pamoja bana, eh. Tuimbe ah, jo, jo! Tuimbe pamoja tukusikie, ni siku nyingi ujue. <laughs> Eh, <laughs> naona mama naye amekuja. <laughs> Mama, karibu tuimbe pamoja. Natamani kujumuika nanyi watoto wangu, lakini nahitaji kutoka. Mama, unaenda wapi? Mr. Richard amepata safari ya ghafla, anahitajika Dodoma leo kama mnavyojua watoto wangu, mimi ndio katibu wake pale ofisini, hivyo napaswa kwenda naye. Lakini mama, leo ndo nazindua albamu yangu ya kwanza, ningetamani sana uwepo. Najua vyema mtoto wangu, ila mwacheni aende. Namaanisha eh, hatuna namna ya kufanya. Mm, ni muhimu mama akaenda. Hata hivyo, unazo bado albamu nyingi zinakuja, Simon. Kwa hiyo eh, naamini kwamba wakati ujao mama tako. Rafiki yetu Richard. Richard, amefanya nini tena? Anatembea na mke wangu Frida. Mbona husemi chochote? Um, Bishop. Ninafahamu hilo na ndio maana sijasema chochote. Nini? Mbona hujawahi kuniambia? Uh, kwa kweli kuna mtu alitaka usijue. Kweli, mbona sikuelewi? Yaani una maana kuna mtu mwingine anafahamu jambo hili? Uh, Makana anajua kila kitu. Yeye anaweza kukuambia kwa nini alitaka usijue. Kuwa pamoja kama tutazungukana. Uh, Bishop uh, mke wako hajawahi kuwa na mchango wote chanya wako wala kwenye biashara na zetu, na haya mahusiano yake na Richard yanayoendelea yataharibu ushirika wetu. Samani Bishop, mi nadhani mke wako anapaswa kupotezwa na pia, ili kulinda nidhamu ya Richard anapaswa kujua kuwa mimi ndiye nimeumua Frida. Hapaswi kujua kama wewe unajua mahusiano yao. Siwezi kumpoteza Liam kwa ujinga wa mama yake, lazima nimlinde mwanangu. Baba, vipi? Kuna nini? Umenishtua sana. Uko sawa? Ni kuhusu Makena. Mkafanyaje? Cojack, nilikosea sana kumwachia Richard yawe na Makena. Mpaka leo moyo wangu umeshindwa kabisa kumwachia huyu mwanamke. hata mamangu jai kumpenda hivi. Ah, usijali na na naelewa na mapenzi. Uh, baba mka Bishop alikufa baada ya kutembea na Mr. Richard. Wewe unavyohisi labda wakirudisha mapenzi kwa Makena, nini kitatokea? Kijana wangu Cojack, bahati nzuri, Bishop na Richard wote, hakuna anayejua historia yangu na Makena, na mimi ndio kiongozi wao, ninaweza kuwadhibiti. kwa makini baba Cojack, shida ya baba yako sio mapenzi Shida yangu mimi kwa Makena ni akili yake, na kama Richard angekuwa na akili angemtumia sana Makena ili kuwa na nguvu kuliko mimi. Sasa hofu yangu na hofia sana isije katokea hiyo. Tunafanyaje? Umekuja <laughs> kwenye swala lenyewe. Sisi tunapaswa kumweka karibu Makena au upande wetu, ili Richard yabaki kwa kibaraka wangu. Mama, uko sawa? Mama Jessica. Umefika saa ngapi? Ndio nimefika sasa hivi. Vipi uko sawa? Eh, niko sawa. Mm hivi -hmm. <laughs> Ilikuwaje mpaka mkarudiana tena baada ya tukio kubwa vile mm? You mean Jess? Yeah, unampenda vile <laughs> unampenda <jari> Kojak <kusi> <laughs> Kibwana, uwe ni mshikaji wangu lakini pia ni mteja wangu mkubwa sana nataka kujua kuhusu uhusiano wako ili nijue naiyekaje biashara yangu na ku treat vipi, you know. Ndo yangu na Jessy imekaa kimaslahi zaidi kwa familia yetu. Oh really? Familia yao kuna kitu inahitaji kutoka kwetu na sisi kuna kitu inahitaji kutoka kwao, hivo tu. Kwa hiyo wewe umpendi? Sijawahi kumpenda mwanamke yeyote. Unaweza kaacha kuuliza maswali mengi. Ndio kufanya biashara ambayo umetuleta hapa. Bila shaka. Unamchukia Mr. Richard, eh? Unaweza kuniamini. Niambie ukweli, kama Mr Richard ndio anahusika na kifo cha mamako. Kuna wakati nilisota mengi nikakosa nikakata tama, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde nikasema, ni wewe, niwewe, niwewe, niwewe, niwewe, niwewe, ni wewe, niwewe, utanishindia, ninasema ni wewe, niwewe, niwewe, niwewe, utani